Tumeanza na mama anayetuelekeza kwa nani? Kwa mwanaye. Na hiyo ndiyo maana ya hija, unaposema Bikira Maria ni mlango wa mbinguni. Kwa kifupi, unapomshukuru Mungu kwa yote hayo, kwa yote kuanzia kule Dar es Salaam mpaka hapa muda huu, kati yote ambayo natakiwa kumwambia Mungu asante. Zaidi ya yote hayo kwa siku ya leo, ili tukio lina uhakika litabaki akilini mwa kila mmoja. Kila mmoja ulipokuwa tunasali rozari na mtazama, kila mmoja unaona anatamani kila apasuke, ndio mambo yake yafike ya, ya huko Mungu aende hivyo, anataratibu taratibu ana, <coughs> kila mmoja amezungumza kwa sauti, na wapo waliozungumza katika ukimia. Maombi yetu ukiyawasilisha kwa nani? Kwa mama, na sio tu kwa mama peke yake, mwisho tunaishia kwa mwanaye. Hali kadhalika na yeye, ukila Maria kumtangulia Yesu mbinguni akumtangulia Yesu mbinguni, na yeye mwisho aliishia kwa mwanae. Naomba nifafanue hapa. Wakati tunasali tunaanza na matendo ya furaha, tukaingia ya mwanga, tukaingia chungu, tukaingia tumehubiri kwa kusoma Biblia Agano Jipya lote Agano Jipya tumezunguka Injili zote, wa Injili wote wangapi? Wanne. Na kwa njia hiyo katika rozari tumefanya tafakari ya habari njema, Injili nzima kwa wa Injili wangapi? Wanne. tumewahi kuifanya namna hiyo, mafika kwenye tendo moja fulani, unaweza kutafakari ya kwako. Wangapi tumewahi kufanya hivyo? Hiyo ndio rozari tunasali kwenye gari ile, tunasali wengine wanapiga simu, tunasali wengine wanafurahi, tunasali wengine wanafanya nini, hiyo hiyo bado mtu haoni undani umuhimu wa sala. Lakini hii kila mmoja ameona kumbe, mama yetu Bikira Maria ndiye ambaye katika e, Yesu akiwa juu ya msalaba alituambia tazama na mwanao na akamwambia mfuasi tazama kwani, alimwambia hayo mama yetu Bikira Maria. Wakati tunasali nimejiwa na wazo moja tu. baada ya kuipokea injili alifanya hija akiwa wa kwanza, naielewa hiyo Bikira Maria. Kati ya wakristo wote aliyefanya hija akiwa wa kwanza ni nani? hija gani? tembelea Elizabeth, Elizabeth akapeleka habari njema. Na sisi kufika kwetu hapa ni habari njema, tunaifata, tunaitafuta na kwa nayo tunaipeleka kwa watu. Sisi bado tunaendelea na nini? Na hija. Mama yetu Bikira Maria, yale maneno ambayo Yesu alimwambia pale msalabani ni kama aliyosema vile vile Yesu akiwa msalabani aliposema tazama mama yako, na akimwambia mama, tazama mwanao. Tafakari, kuna kawazo kalirejea. Tumemshangilia mwishoni, amepalizwa wapi? Mbinguni. Lakini yuko mbinguni anafanya kazi kuliko sisi tulioko duniani, anafanya kazi kuliko tulioko yes. Sisi hapa ametokea mara ngapi? Mara nyingi kwani, ametokea anaendelea kutimiza wajibu wake wa umama aliyokabidhiwa wapi? Msarabani pale, Yesu akiwa analia, Yesu akiwa katika mateso, Yesu akiwa juu ya misumari akitokwa na damu mwili mzima. Mama tazama, sio tena mimi, mimi hapa natimiza wajibu wangu kazi yangu. Tazama hawa, tazama, ningetamani kama ingewezekana, kama vile tuishi nyumba moja, tuendelee kusali hivi hivi miaka yote. Natamani sana hivi. natamani kama vile <coughs> tukae nyumba moja kuanzia leo tukiamka tu, cha msingi tukigeuka hivi, chakula kimeiva. Sasa kinapatikanaje? Anajua Mungu, anajua Mungu. Natamani sana na nasikia moyo wangu unawaka hilo. Kwa nini? Kazi ya Bikira Maria ni kuombea watoto wa Mungu wafike ali mahali alipo yeye, ambako Yesu amesema nakwenda kuandalia nini, mahali usiku ile saa tisa kwenda saa kumi asoma kitabu changu, usingizi ulikata. Wakati Sister Faustina ametokewa na Mungu Yesu mwenyewe, alimwambia nitakutumia mtu ambaye utakuwa una mtii, utakuwa mm -hmm. na mtii. Ghafla akaja malaika akamwambia, twende hakujua kama ni malaika. Akampeleka kwenda kuangalia huko motoni jinsi kulivyo. Anasema wakiwa kule alikuwa anasikia kelele tu kule sio motoni, toharani, alikuwa anasikia kelele za wanaoulia wakiwa wanashangaa kwani wanalia wote namna hii, ghafla akamwona Bikira Maria amekwenda kuwatembelea. Wakiwa wapi? Walioko toharani mwari. Walipomwona wote wakaanza kuita nyota ya bahari, nyota ya bahari, nyota ya bahari, wako wapi? ndo sala waliokuwa wanaisali kwa sababu sala zao zilikuwa haziwezi kufika mbinguni Sara zao haziwezi kuwasaidia mpaka Bikira Maria alifanya nini? Alipofika pale, wakaanza kuita Nyota ya Bahari, Nyota, kila mtu atamka neno, kwani walikuwa wanaita wanaita wanaita wanaita Nyota ya Bahari. Kwa nini? Kwa sababu sasa hilo anaweza akalijibu, mvuvi anaweza akalijibu Mm -hmm. Wale waliovua samaki, wanavua samaki usiku, wao wanaangaza na nini na nyota. Kama tunapokuwa tunaya nyumbani, inakuwa nyuma yetu nyota <coughs> au inakuwa mbele yetu, au inakuwa kushoto, au maanake, ndiye Bikira Maria anayetuongoza kwenda mbinguni, na wao wanajua kazi ya Bikira Maria, wanaita nyota ya bahari, utuelekeze wapi, mm -hmm. Tufike nyumbani na sisi tuko hapa tukita maneno hayo hayo kwa njia ya nini, ya rozali, nyota ya bahari. Na soma sehemu hiyo usiku sika, machozi yanalenga lenga. Yani, watu wako tawarani kule, wana mjobi kwa Maria kuliko mimi. Mimi na istali nyota ya bahari, naruka uchi napita. Wao wanajua ni nini maana ya nyota ya bahari, wanajua kwa nini Mtu akisha iona nyota ya bahari anafarijika, sipotei. Akisha ona nyota ya bahari, maelekea nyumbani. Mvuvi anachukia mvua kwa sababu mawingu yanafunika nini, ni rahisi kupotea, ni rahisi. Kumbe Bikira Maria kwetu ni faraja, kwetu ni faraja. Sasa hebu nisajili man, maneno mengine. Hebu ya kwangu jua Bikira Maria Faraja neno lingine afanya ni nini? Neno farana faraja. Neno gani? Ndio uzuni. Neno faraja kama hilo. Hmm? Ni faraja. Nyota ya bahari. Ana ni faraja. Neno mengine kama faraja ni yapi? Burudisho ni hasa neno hilo ni burudicho mm. Na matangazo wao mnasikia Fanta, Coca-Cola, Sprite, wasikia wanajua kwa kweli ameburudika huyo. <laughs> Ndivyo Bikira Maria alivyo, ndio matangazo hayo, ndivyo Bikira Maria alivyo, ni burudisho, ni kiburudisho kwa roho zilizoko toharani na kwetu kama mngeweza kutazama Bikira Maria mkamuona jinsi alivyokuwa na tabasamu, ndio mngeelewa kwamba ni nini burudi, ni burudisho la mioyo yetu sisi tunao mwelekea yeye kwa kumomba. Tuombe na kila ndugu zetu walioko wapi mm -hmm. toharani. Hii sala hii, mpende msipende, tuliyo sali imeondoa roho nyingi mno. Mungu makofi <tuk> niwaombe sana nawangalia wakati nasali hapo apo toa wa machozi nalilia hiki nalilia hiki unaona, kila mmoja tamanio lake ni kusikia Maria. Sasa tulia, alipotokea Fatima tarehe ya kumi na tatu mwezi wa tano mwaka elfu moja Mia tisa na kumi na saba akaendelea mpaka mwezi wa kumi. Humo nadhani tuwakiwa moja kabla ya la mwisho, watu wengi waliwatuma wale watoto, waliokuwa wanaumwa, waliokuwa na shida zao, waliokuwa na nini, waliwatuma mkamuulize Bikira Maria, tutapona magonjwa haya Lusia, akaenda mama, tumetumwa kuna ndugu fulani wanaumwa, bana wanahili hao wana... watapona magonjwa yao, watapata nafuu katika matatizo yao. Alimjibu mjibu Bikira Maria bila kupepesa macho, wapo watakaoponda na wapo ambao mm -hmm. hao ambao watapona wasali sana. Na sisi tumewaleta watu wanaoumwa, tumewaleta watu mm -hmm d nyumbani ukakuta kaanza. <laughs> uh -huh. kulaumu wapo watakaopona, wapo hawatapona. Kuto kupona ni kama Rusia yeye mwenyewe Rusia, wakati mnafahamu, ndo wa mwisho kufa au kama mfamba basi mtatafuta huko wakati ana- anaumwa pata mateso makali sana akawa na mume Bikira Maria, mama Bikira Maria anateseka mno. Bikira Maria akamtokea mwambia, hospitalini hapa ulipo wataku eh, kabla ya hapo akamwambia ugonjwa huo ni kwa ajili ya malipizi ya dhambi zako na ya ndugu zako na ulimwengu kwa ujumla, unaomba kupona hapa utazidiwa, watakuhamisha hospitali hii, watakupeleka kwenye hospitali kubwa zaidi yenye kila kitu. Huko ugonjwa utaongezeka, hautapona. Ni kwa ajili ya nini? ya maripizi. Wapo wanao umwa kwa ajili ya nini ambao hawatapona? Uyajue hayo ndo tukapiga magoti. We nafahamu alivyokufa Razaro swasemaji ugonjwa wake sio sio wa mauti, sio wa kifo, bali ya kumtukuza nani? Ehe, kumbe <coughs> tunaposali, tubaki na imani ile ile ya Bikira Maria alipokwenda mjini Kana, alipokuwa pale, akamwambia mwanaye hawana mm. divai. Akaenda na matumaini yote. Alafu Yesu anamjibu mwanamke, wala sio mama. Mwanamke tuna nini mimi nawe saa yangu? Hapo mnaelewaje? Alafu sema, saa yangu hajawadia. Saa yangu bado. Saa yangu bado. Mwanamke tuna nini mimi nawe? Mwambie mama maneno hayo uone atakujibuje. <laughs> au nyie mama mwambiwe hivyo na watoto wenu mne mtawajibu nini sasa? Eh, mwanamke eh, eh, yaani hata wewe mwanamke, maana <coughs> <coughs> saa na sauti yangu sio nzuri sasa. Bikira Maria alipoambiwa na Yesu saa yangu bado, niwaombe katika kusali kwako popote pale tafsiri yake ya maneno hayo ni mama, nimeshaona subiri baadaye. Ndio maana Yesu Bikira eh, Maria hakuwa na wasiwasi kwamba atatenda, baada ya kwa akaenda kwa nani? Kwa wale wahudumu, atakalo waambia fanyeni. Mama nimeshaona subiri baadaye badai. No ndio maneno hayo, ndio maana tumuone Bikira Maria kuwa na mashaka katika ombi lake na mashaka katika majibu ya nani na Yesu, nitafanya baadaye. Sasa baadaye ya Mungu ni miaka mingapi? Baadaye ya Mungu ni miaka mingapi, hmm? Ibrahimu miaka 75 akaambiwa kwamba utamzaa nimesha una nitafanya baadaye. Ndo Mungu huyu ambaye anavumilia kila kitu, kumbe na sisi tujifunze kuvumilia katika saa na watuleka mfano kabovu, sio kwa. Mnaona mara wengine napiga magoti, mnaona kama nilikuwa nachoka na kusimama. <laughs> nilikuwa sichoki kusimama, nilikuwa natafuta maumivu kwenye. Ninawaambia sasa kwa nini nilikuwa napiga magoti.

Ile tafakari ya Ijumaa kabla ya kuanza safari juu ya nani nani nani nani Elia kula ushibe safari. Wakati nazungumza hamkuelewa, sasa taratibu mtaanza kuelewa kwa nini aliambiwa maneno hayo, mtaanza kuelewa mliokuwepo kule. E, kazi ya hija ni yenye maumivu. <laughs> Kazi, kazi ni kazi ngumu. Kwa nini? Inakuhitaji ukate minyororo ya ulimwengu wote, ukate madirisha yote, uwe wewe na nani <laughs> na Mungu, ujikusanya. Ufikia hatua hiyo ni kazi ngumu, ni kazi kubwa, kwa sababu mwanadamu haja kuambia ya utulia sai, ndo hapo ndo tukapoanza kujua ukimya wako wa, ukimya wako wa ndani upoje. Sasa kwa na sai ndio wenye familia huko, he, sijui yangu imeenda shuleni, sijui imeenda tuisheni huko, salama, ndio inaendelea. Najua wengi mmepita humo, sijui mfanya kazi wangu sijui ameshapika huko, ndio wakazi huko huko, salama aliyomejana hapo, Bwana tu asifu milele, inaendelea si wanangu wameoga meho, meho, huko si wamekula vyote okay? Vinaendelea hivyo mm. Inabidi uviweke pembeni. Mfano mzuri ni Yesu pale mlimani, anasali anabadilika sura na nini na mavazi, sura hiyo. Tukienda kwetu huku, soma wa kitabu cha nane mwinjili eh, Mathayo sura ya, ya sita mstari wa kumi na sita nadhani kama nakumbuka vizuri, saa lipo ingia chumba chako na ndani sali ya au na silini atakujaliana na hitaji. Kumbe ni waombe safari yetu yote hii, akikosea mmoja tuone tumekosea wote wote, tukikosea wote eh, tumekosea wote hata sio tokea mtu kwa kumlau mwingine. Hija ni ngumu, hija ni ngumu ningewaelezea kwangu kuanzia hapa kuja mpaka hapa ilikuwa katika hali gani? Naijua mimi, tunajiuliza, nimekula nini asubuhi yote hii? Sio kama sikama, ndio kwa panda pale mashindwa paka wemba kwa sababu ya hali ya hewa, lakini hayo tuache. Kumbe huu ugumu tuupokee, iwe ni sehemu ya nini, ya hija yetu, lakini vile vile iwe ni sehemu ya sala yetu, ni sehemu ya sala yetu. Tuendelee kumuomba mama yetu Bikira Maria, tulioyaleta mbayo pengine hata hatukutumwa. Mimi wakati naanza safari wazazi wangu sikuwambia, nimewapigia simu jana, ukiwa na kijoga ungesema tukupatie maombi, na najua maombi yenu, nawaombea huko huko, nimemaliza au mnayajua mnahitaji nini? We, msitumie nguvu sana, ndo hii ya Yesu nishaona <laughs> shaona kumbe. Niwaombe sana wana wa Mungu, katika kusali kwetu mfanyieni ma dunia yote <coughs> <coughs> salini kwa furaha, salini nandiwa <coughs> <oumbe>. aminini mnachokifanya <coughs> hiki Mungu anajibu, narudi narudia, mnachokifanya hiki aminini, Mungu Amina. Anajibu wewe fikiria, ungekuwa nyumbani ungekuwa wapi? ushaongea mangapi? ushatenda mangapi? ushawaza mangapi? umeshinda kutimiza wajibu wako mara ngapi? Lakini hapa umeunganisha ah, moyo wetu na nani? Yesu, mpole na mnyenyekevu, unganisha moyo wetu ufanani hapa tunaunganisha mioyo yetu na zaidi katika mzaburi nadhani mia mia na zaidi katika adhimisho la nini, mzaburi nadhani mia moja kumi na sita kama sio 117 na kumi na saba anasema nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea, naitikiaje n nitakipokea eh, kikombe eh, na kufanya nini, na kulitangaza jina la Mungu. Anaendelea ambaye anasema, nitakutolea sadaka, eh, dhabihu ya kushukuru, sio ya kukushukuru, no, ya kushukuru. Nitakutolea dhabihu ya kushukuru, dhabihu ya kushukuru, ndio hiyo. Ekaristia Takatifu tafsiri yake ni nini? Shukrani. Ndio, dhabihu ya kushukuru, kuna ndosa, eh, shukrani yetu ambayo tunaweza tukampatia Mungu akaipokea. Ndipo nikamwambia kwenye maombi, kama mna maombi fulani mnalete hapo tuyaunganishe nini? Na nini? Ibada ya misa. Hata kama Mungu amekasirika, tukiunganisha na misa. Ayo ina yana, yanafika. Yanafika. Ndio maana nilikuwa na, na washirikisha wa ndugu zangu jana. Ndio tumekaa kule mlipaita meza kuu. Sababu sijawahi hata siku moja. Hata siku huwa na mashaka juu ya Mungu, huwa na wasiwasi juu sasa mm. Asa wakai unafanya fanyaje kwangu na Mungu sijawahi huwa na nini na mashaka. na mashaka. Hata naposema kwamba atajibu na uhakika, asilimia mia mbili kwamba atajibu, kwa sababu tunachokifanya hiki, tunamlazimisha Bikira Maria, nenda mm. Bana amenda tunamlazimisha nani. Na uzuri alipotokewa na malaika akampasha habari, unaomba Mungu atujalie nini mm. nyenyekevu alivyo mnyenyekevu, ntafanyaje sasa? Jukumu anaenda na uhakika. Mimi ningewambia maombi au nia nilizo nazo ni ngumu kuliko za kwenu, ni ngumu kuliko za kwenu. Kila jua Mungu atafanya nini? Atatenda. Najua na hakika, Bikira Maria anafanya kazi ngumu, ataifanya na hiyo usali, na katika kusali tuendelee kumpenda.

ayoanehuy amba tunapomwendea Mungu wadogo na wakubwa wote sawa, niwana, kini, wa ni sawa mbele za Mungu. Kituo cha pale ni Yohana ndio, lakini Mungu alipenda hivyo. Kituo cha pale cha nini? Yesu anafanya nini? anakufa msalabani. hicho cha nini eh, eh? Kimetengenezwa mfano wa jeneza, nani? kaburi mekigondwa hicho chenyewe kama chenyewe ni kaburi mm? Au ni, ni, ni macho yangu tu <laughs> aamrudi chenyewe kama chenyewe kimetengenezwa ni kaburi, kimetoka hapa, kimefika hapa, ndo kimejengewa vingine vimejengewa wapi? Katikati tu kama cha kimepanda kile, aa, ndio kimejengwa sasa. Swali ama kimejengwa hivyo, namshukuru Mungu Hilio ni kaburi pale. Sasa na bahati nzuri, wakakuwekea pale pale juu, kama kuna kaburi la nani yes. sasa utoke tafakari hii ya kaburi hii hili, upande kwenye kaburi la nani yaani yes. uzike dhambi zako hapo, uone kaburi la Yesu alivyozika nini dhambi, uende hapa kumlilia tunapojalia tunapoyaunganisha katika ibada ya misa takatifu. Wakati wa maombi, tungesema tumeyatoa la huko, lakini kama kwenye maombi huko, ombi lako liunganisha na misa takatifu, toa ombi lako, tuliunganisha na misa takatifu, Mungu aweze kutupokea pamoja sisi na ndugu zetu ambao tumebeba maombi yao na wale ambao tunaulio kuombea vile vile, kwa msifu wa Yesu Kristo. mm.